Kama wangu unatengeneza mishono ya dukani, basi tengeneza domo zege kama hivi, sawa. Kwa hiyo mshono huu una fashion tatu. Fashion ya kwanza unaweza kufunga hivi kwa mbele hivi hivi, umeona? Alafu hii kwa pembeni, unaweza kufunga na nyuma hivi uka ikabaki hivi. Hii hapa ni kata mikono, umeona fashion yake ilivokaa, kata mikono. Alafu hizi plastic ambayo ina shape tumbo na kifua, hizi plastic zina shape tumbo na kifua hivi, sawa. Kwa hiyo inakaa hivi au unaweza ukaachia hivi ikabaki nyuma hivi, sawa so, yes, kama hivi haya. Fundi napewa mshono naambiwa shona hivi, unashinda kushona, nikwambia njoo nikufundishe, utaki, unaendeleza kudanga. Sasa mtoto mdogo unadanga, utapata ukimwi wewe. He, acha kudanga, njoo nikufundishe ujue, uuze dukani. Mshono kama huu mimi nitauza labda elfu tisini na tano wewe, unaweza nyie, huko uswahilini mtauza shilingi ngapi? Mtauza sijui mnauzaga elfu tisini na tano mimi, huu hapa nauza elfu tisini na tano tu hata mimi nakufundisha, wewe unaweza kudanga sasa, endelea kudanga sasa, upate ukimu, utulie hey. Namba saba hapo chini utakuja kwenye grupu ujifunze mtindo wote unaotaka utaki, endelea kudanga, sikulazimishi.